Wilaya ya Kaskazini B, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balozi Sefu Aliidi amuonya mtu aliyevamia eneo la shule ya msingi ya Mwanga Pwani kwa ajili ya ujenzi wa nyumba, na kuacha mara moja mpango huo ili kuepuka hasara inayoweza kumtokea hapo baadaye. Amesema serikali kupitia taasisi zake zinazosimamia ujenzi na masuala ya ardhi hazijasita kumvunjia mtu huyo endapo ataamua kukaidi onyo hilo, kutokana na kuonyesha dalili za mapema za kuweka mawe kwenye eneo hilo kwa ajili ya maandalizi ya ujenzi huo. Tupate taarifa zaidi. Nikija tena kutembelea, nikiona amejenga. Balozi Seif Ali Iddi alitoa onyo hilo wakati akikabidhi madeski 50 yenye thamani ya shilingi milioni 9 aliyopewa msaada na uongozi wa kampuni ya mtandao wa simu za mkononi Tanzania wa Tigo kwa ajili ya shule ya msingi ya Mangapwani ndani ya jimbo la Mahonda mkoa wa Kaskazini Unguja. Balozi Seif katika hafla hiyo pia akakabidhi msaada wa mashine moja ya fotokopi, na mbunge wa jimbo hilo la Mahonda Mheshimiwa Bahati Ali Abedi akakabidhi msaada wa kompyuta moja na printa zake kwa skuli hiyo vyote vikiwa na thamani ya shilingi milioni nne laki tano na arobaini elfu. Amesema tabia baadhi ya watu kuamua kuvamia maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli za kijamii kama vituo vya afya na skuli, inayoonekana kuongezeka kila siku katika maeneo mbalimbali hapa nchini, inaondosha utulivu wa walimu na wanafunzi kiasi kwamba kwa sasa inastahiki kudhibitiwa. Iko sheria ya ardhi. Kila siku tunawaeleza wananchi, masheha na diwani, lazima wafuate sheria ya ardhi. Katika kuunga mkono jitihada za walimu wanafunzi na kamati ya skuli ya msingi ya Mangapwani. Mwakilishi huyo wa jimbo la Mahonda ameahidi kutoa mchango wa kompyuta mbili zitakazosaidia walimu na wanafunzi hao katika masomo yao ili kwenda sambamba na mabadiliko ya sasa ya sayansi na teknolojia. Naye mbunge wa jimbo la Mahonda Mheshimiwa Bahati Aliabedi, katika kuchangia nguvu za kupunguza changamoto zinazoikabili skuli hiyo ya msingi Mangapwani, likiwemo tatizo la huduma ya maji safi na salama, aliahidi kusaidia fedha kwa ajili ya ujenzi wa mnara wa tangi kwenye kisima kilichomo ndani ya skuli hiyo. mnara huu, mtakuja kushirikiana na walimu kuhakikisha na ujenga, ili kazi hii au tatizo hili la maji liondokane. Na... akitoa shukrani kwa niaba ya wizara ya elimu pamoja na shule ya msingi ya Mangapwani, mkurugenzi wa idara ya elimu maandalizi na msingi, bibi Safia Ali Rijali, amesema jamii imekuwa ikishuhudia na kufarajika kutokana na kasi kubwa inayofanywa na bado Sefu Alidi katika kusaidia sekta ya elimu. Tumekuwa tukishuhudia misaada mbalimbali ambayo unayetoa kwa shule zetu ndani ya jimbo lako na hata nje ya jimbo Ukweli kama wizara tunafarijika sana. Skuli ya msingi Mangapwani yenye madarasa kwanzia la kwanza hadi la saba iliyofunguliwa rasmi tarehe tatu Septemba mwaka elfu mbili na saba na wanafunzi wake kuanza kufanya mitihani ya taifa ya darasa la saba kuanzia mwaka elfu mbili kumi na tano hivi sasa ni miongoni mwa skuli za msingi za wilaya ya Kaskazini B inayofanya vizuri katika kutoa wanafunzi wa mchipua wa darasa la tisa. Nikiripoti kutoka Mangapwani, mimi na Othman Hamis.